Yaani <laughs> uh, yeah, mimi dada kila siku huwa nakuambia huwa uvimbe tafuta dawa. Tayari. <laughs> <laughs> dawa. <laughs> eh, dawa. Eh. <laughs> Nilisha maliza kuongea <laughs> tuliongea kwamba tukikutana mimi na yeye dawa nampa mimi ya uvimbe <laughs> <laughs> <Sina kumbuka. laughs> eh. <laughs> eh,